Mtoto mdogo huyu mimi na, yani namdhau kunafuta sigara au bwana. Nimeongea kwa kuongea kwa, ndo ajenya kwa wema. Sasa hiyo ile shali unayoitaka utaipata, maana mm. huo moto umeuangisha, kuna moto gani hapo? No, pana moto gani hapo? sitishe watu eh. Hey, mtoto mdogo. Sasa na wewe mtoto mdogo anakutisha nini? Yani kitu gani? eti utaki shali. Unajua, kuna muda inabidi uitafute ile shali, mnielewe. Yani kuna muda inabidi ile shali ufanyie kazi, hawezi kukupanda kichwani ukamwangalia. Alafu ha, kaja kwenye nyumba yako. Hivi wanachukuliaje? Nakuchukulia kama un tena wewe nakuchukia na kuzaa huko, unafuta sigara unasemaje? au aa, unataka nini? unataka nini? umeshazoea nilichokuitia hapa. kitu hichi kimoja, unatakiwa utoke hapa uende mjini kwa kaka yako binamu, umenielewa? na ukifika kule, mimi shidangu kubwa, uende ukavunje ndoa ya kaka yako Ule, mama! Ule wewe wewe, mama mama, hey, wona, unalaa maisha tunayoishi haya, alafu ule mjinga mmoja mpumbavu mmoja aliotoka hapa kijijini, ana mbele wala nyuma, yuko kule anakula maisha yake. Wona unalaa wona, kasoro gani anakupata yule? Kwa uzuri anakupata, anaua, mi naje kwenda kuharibu ndoa ifi yangu. Lakini we mtoto, siku zote wanasema mtoto wa nyoka afundishwi kugonga kipi, sija kufundisha sija kufundisha. Kipi mwanangu, utoke hapa, unaenda mjini kwa kaka yako. Ukifika unajifanya mwema kwa ifi yako, umenielewa mwanangu? Nyuma ya panzia we na kakaako mambo lelelele, yule atoke pale, aachike mwanangu. Unapenda maisha tunayoishi haya, unapenda wewe mm? Sasa uende ukatege, uwe na maisha yako wewe. Ukiwa na maisha mazuri, mimi utaniacha mwanangu? Hapana. Basi leo hii naenda kuchukua nauli ndani. Unaondoka, unaenda mjini kwa kaka yako. Ukifika jifanye mwema kwa ifi yako, lakini lengo na dhumuni ndo haya ndo kwambia. Sawa. afanye nilokwambia. Sawa, nitaenda kufanya. Hadi kajiandae yangu karibu. Asante e, umependeza sasa hivi <laughs> Ah, ndo hivyo tena. Mambo ya mjini lazima tena ukikaa una karabati karabati nyumba. Ah, vipi huko? Bi mkubwa wa jambo ajambo, anawasalimia jamani. E, nimemisi. Kwa nini usinge kuja naye si? mm, unajua mambo yake ya shamba hawezi kujadaaa. Mimi mjini siendi mpunga wangu ataniangalizia nani? Sasa hivi hamna, amna. Hmm. Ntena mama, kwa kulima takita kupumzika, hmm, hata mwaka mmoja jamani. Vipi lakini kakangu, mbona mndani hayupo eh, shoga yangu. Hmm, mjini hapa mwanamume akae tu nyumbani, tutaenda kule chooni, kaenda kutafuta eh. Hmm. <laughs> Hai.

ian yo ya nyimbo unaimba una maana gani? Yaani umekuja leo ndani ya risali limoja usharibu amani yote ya nyumba yangu, nyumba yangu imekuwa haina amani. Kwa nini? Lakini hivi wenye amani watoke nao, utatoka umndani, una amani si ndivyo eh? Kwa mani, umdani, kwa amani gani mlionao umndani, mpaka mimi kuja umndani kuharibu hiyo amani. Hivi unaijua amani wewe? Ndio umevuruga amani tena, umeivunja amani ya nyumba yangu. Mimi na mume wangu wenyewe tulikuwa tunaelewana, lakini kuingia wewe ndani ya lisali moja, amani mbengele mbengele. Bila wewe kuongea ushetani wako pale, mimi mume wangu ningemjibu vile. Sasa kwa taarifa yako, kaka yako amenuna, amenikasirikia ambapo hata siku moja mimi na mume wangu tutaje kukasirikiana kwa sababu yako wewe. Endelea, tajua mwenyewe Karibu dugu wangu, maana uko ndani ninaeka hata sija kusikia. Haya, eh, eh, nishakaribia. Shoga, huu mguu wa kwako. Nataka nikwambie tu kwamba yule mgeni unampokea, yule mgeni sio mtu mzuri. Hmm. <coughs> Subiri kwanza, da damu zangu. Naomba uninyoshe maelezo. Unavyonambia kwamba sio mtu mzuri, sio mtu mzuri vipi kwanza? <coughs> Mbona unataka kuniangusha? Siwezi Nikunyoshe maelezo <coughs> maelezo gani unataka wewe? Mimi siwezi siwezi kufanyaje, yaani ni kutafunia tu meza? Hapana, ila kwa sababu wewe wa kwangu na huko ndani ya damu, nimeona ni nikuambia Kwa hiyo sasa, wewe mwenyewe ndio utachanganua utakavyokutana navyo, ndio utakuja kutajua. Sawa ndugu wangu, hiyo msando ngoma akili kichoni mwangu. Utajua nifanye nini? Ah, karibu shoga yangu, mimi ndio napika huko. Karibu sibile chakula <laughs> asante, mi nimeniweta hilo tu. Ngoja tu niondoke. Ah, nashukuru kwa taarifa. Haya, nnnausha vyombo nausha vyombo vipia, basi nisaidie kusuuza. Hivi, wewe unajiona nani? Unajionaje yani? Mimi najiona vipi wifi yangu? Wifi yako nani? Mimi ndo wifi yako. Hivi unavyojiangalia unaanza ya kuwa wifi yangu? Mimi wifi yangu ipo huko, usichokijua, usichukijua. Unaelewa? Naelewa au kaka haja kutambulisha wewe? Na hivi, si punda utaondoka, maana siwezi nikakaa na wivi kutwa madela. Ukiangalia nyumba nzuri, nyumba inamwonekana. Subiri huyo mwanamke aliyomo umu ndani atoke, mpaka watu wote wanakushangaa, shida nini? Sasa sikia, umu ndani mwaka huu usipoondoka mwenyewe, nitakuondoa mimi hivi. <coughs> Mi nimekukosea nini? Kwa nini unanifanyia yote haya? Mi mbona nakupenda tena, sio wewe tu, nampenda mpaka mama ambaye ni mama yako wewe nafanya kila kitu, nafanya kila kitu na naongea na mume wangu mimi. Natamani tuwajenge hata nyumba kubwa mzuri kule kijijini. Leo hii umekuja unahadaika na nini na hili jiji au kitu gani? Kwa nini unafanya vitu kama hivyo vya ajabu na kwa nini unanilopokea maneno kama haya? Hata kama mume wangu mimi atakuwa na mwanamke nje, mimi mume wangu bado nampenda na siwezi kuachana naye tu kwa sababu ya maneno yako wewe. Hilo lizingatie sana, sawa. ifi yangu yako nani? za right. saizi <laughs> hakijaziandika wekelelekesa kwa kimpyoko. Eh, unajifanya una mdomo sana, unajua kuchonga, si ndio? Kwa tarifa yako, kama wewe mtu wenzako sisi wa moto tena, mtu kupitiliza, umenielewa mwana? Toka huko anaje, anakusikia unaongea wewe. hey, tu kakukosea nini mwanamke wangu? Alafu usioni kama unajua kuongea sana, ujui kuongea chochote, alafu niweze kwa loloti, si unaelewa haa? <laughs> ah haa, sasa sikia unavyoingia kwenye nyumba za watu moja, wewe na Stala, si umeelewa eh? Inaonekana wewe huko utokako umekuja kishali sasa sikia. Ukikuta watu wanaongea balance shonji nje. Alafu subiri wamemaliza kuongea ndipo uingie ndani. Kwa hiyo ulipokuwa umekaa huko nje uko anatuchora, si ndivyo? Sijui kama anakuchora, nimekubandika, nimekupatika utajijua mwenyewe. Lakini ndio ushakwambia. Sikiza nikwambie mwa hii. Sikiza nikwambie damu zangu. Huyu mtoto hapa kwangu hajaja kwa lengo zuri kabisa. Na mimi sitaki matatizo. Habibi unaniangusha. Kwa mimi sijaja kwako kwa, kwa nia nzuri. Si eh, kelele wewe. Kisa hapa nikwambie. Kwa nini Habibi, ile dharura huijui? Eh? Wewe hujui kama kuna dharura? Hujui? Wewe mtoto mdogo kama huyu anakutawala kichoni nyumbani kwako kwa kwa eti na mzungu mimi huyu kitu kama simu mwali. Huyu anakucheza mimi sijakuzoea kukuona hivyo. Habibi, mbona uniangusha? Kwa nini unaniangusha? Eh? Mtoto mdogo huyu mimi na hu. Yani, namzao kunafuta sigara. Au kwa nimeongea. Kwa kuongea kwa mdomo, aje kwa wema. Sasa ilo shali unayotaka utaipata. Maana mm, huo moto umewanzisha. Kuna moto gani hapo? No. Pana moto gani apusitishwe watu? Eh, mtoto mdogo sasa na wewe mtoto mdogo unakutisha nini? Yaani kitu gani eti hutaki shali? Unajua kuna muda inabidi uitafute ile shali. Unielewa eh? Yaani kuna muda inabidi ile shali ufanyie kazi. Hawezi kukupanda kichwani, kumwangalia, ka halafu kaja kwenye nyumba yako. Eh? Hivi wanachukuliaaje? Nakuchukulia kama tena, wewe nakuchukulia na kuzao navuta sigara. Unasemaje? Ah, iaitichy e, eh, yani yani mgeni kwenye ilijiji na bado nashindana na watu ambao uwapate hata kiumri eh? Hivi unajua watu unashindana nao ni kina nani? Umekuja hapa kwenye nyumba umetukuta tunaishi kwa amani, haipaswi wewe na huyu mwe na matatizo huko ndani. Wewe una matatizo yani tangu uje wewe kwenye nyumba hadi huyu mke wangu mwenyewe aishi kwa amani yani... Ameweka wewe kwa makelele mtindo mmoja, mpaka wanakuja wageni wanatushangaa tunaishi vipi, ambapo haijawahi hata kutokea mwaka mmoja sisi tukaishi hivi. Yani tangu uje wewe ni makelele tu, mume wangu Huyu ni mtoto mdogo bado, kabisa ni mdogo huyu. Mi naamini kabisa wifi yangu anachokifanya sio akili yake. We ungea naye tu utaratibu, atajirekebisha hivi unavyoona huyo mtoto. Haya matatizo au we unajikuta nani yani kwenye mji? Maanake kuja na kuja tu ushaanza kushindana hadi na watu wakubwa.